Mheshimiwa katibu mkuu na mgombea mwenza wa Chama cha Mapinduzi, karibu sana Tarime, na unapokuwa Tarime jisikie huko nyumbani. Watu wa Tarime ni wakarimu sana. Hapa sisi chakula chetu kikubwa tunapenda sana ugali na kichuli. Zile ruma zinazopita kwamba watu wa Tarime ni wakorofi, hayo yalishapita, na wakati sasa hivi watu wanachapa kazi kwa kisha kwa Tarime na wa Tarime wanachapa kazi kuhakikisha kwamba maendeleo yanakuja Tarime na Tanzania nzima. Oo, nitambue pia uwepo wa mwenyekiti wa mkoa wa CCM Comrade Chandi, nitambue pia uwepo wa mwenyekiti wa wazazi taifa, mheshimiwa mkuu wa mkoa nitambue uwepo wa mheshimiwa mheshimiwa hm, wetu na mneki wetu ndugu wetu mzee na mzee wetu na kijana wetu ambayo tunamtegemea tuna sana, kila wakati anakuwa ni mpatanishi katika mambo mengi sana hapa katika mkoa wetu wata, wa Mara. Pia nitambue uwepo wa, wa mwenyekiti wetu, wetu wa wilaya komredi Ndicho. Baada ya kusema haya ndugu zangu Naomba nisema sem machache kuhusiana utekelezaji wa ilani wa Chama cha Mapinduzi. no, lakini wakati tunatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, nilikuwa sambamba na madiwani wangu ambao wataliwe mjini wanane ambao wamenipa ushirikiano mkubwa kuhakikisha kwamba ilani ya Chama cha Mapinduzi inatekelezeka hapa. Ana mapota walipo kama wako karibu, wapunge mkono. Asanteni sana, naona mko mbali lakini wapongeze sana nipongeze sana chama cha Mapinduzi wilaya ya Tarime kwa namna ambavyo wamekuwa wamoja katika kuhakikisha kwamba ilani ya chama cha Mapinduzi inatekelezeka kikamilifu. Mheshimiwa katibu mkuu, katika wilaya yetu ya Tarime kwa miaka mitano iliyopita, haikuwa hivi unavyoiona wilaya ya Tarime. Ilikuwa haiko kama inavyoonekana. Ukienda pale sokoni, wakati tunaomba kura ilikuwa ni sehemu tupu ambayo haina kitu, kwa sababu ilikuwa imebomolewa. Na wafanyabiashara wa Tarime walikuwa wanapata kazi ngumu sana ya kutafuta sehemu ya kufanya biashara. Lakini wakati tunaomba kura, tuliahidi kabisa kwamba wakichagua chama cha mapinduzi soko litajengwa la kisasa, na leo nina furaha sana mheshimiwa wakati mkuu kwamba leo umeenda kuishuhudia ambayo ni ahadi ambayo ilitolewa na Chama cha Mapinduzi, na mimi nilisimama pale wakati ule waziri mkuu alipokuja, aliahidi, na mimi nikaahidi kwamba katika mkichagua na tukichagua Chama cha Mapinduzi soko litajengwa. Soko limejengwa, litajengwa, wanataka nimesema limejengwa, litajengwa. Mama Samia, wewe manufaa makubwa katika nchi yetu, litakuwa na manufaa makubwa katika mji wetu wa Tarime na litainua uchumi wa Tarime. Kwa hivyo nitoe nafasi hii kumshukuru sana rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, na naomba ufikishe salamu nyingi kwa wafanyabiashara wa Tarime na wanaTarime wote kwa ujumla. Tunashukuru sana kwa kuleta fedha na kujenga soko la kisasa ambalo litabadilisha taswira ya mji wetu wa Tarime oh! E katibu mkuu, wakati tunaomba kura watu wa Tarime tulikuwa tunatumia maji yenye tope yaliyojaa tope kabisa, unafikiri chai ya rangi. Lakini leo tunazungumza na rais wetu, ameleta fedha nyingi sana katika miradi mbalimbali ya maji, na naunapokaa hapo ukiangalia kule kuna tenki kubwa limejengwa pale ambayo tunatumia zaidi ya kata tatu katika mji wetu wa Tarime. Ukienda anapata anapata anapata maji maji maji maji maji safi. Ukienda na Sabasaba, anapata maji safi. safi. Ukienda na na Misaburo, anapata maji safi. Lakini pia upande wetu wa kulia nimejenga tenki la maji kule Kimenya ambalo linatoa maji katika mji wetu wa Tarime, saba saba pamoja na Tuwa. Sisi sema wewe lakini iagi sana, Mheshimiwa Katibu Mkuu, mradi mkubwa unaotoka ziwa Victoria, ambao una gharimu zaidi ya bilioni 134 unaenda kutatua kabisa kero ya maji katika mji wetu wa Tarime, na sasa watu wa Tarime tutakuwa tunaona tumesimama. Na hii ni kazi nzuri iliyofanywa na rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Samia wee, mama Samia wee. Mheshimiwa katibu mkuu, wanatarime wanajua, naona mashahidi, tulikuwa hatuwezi kupita katika mitaa mbalimbali. Ukienda Kenya Manyoni ulikuwa uwezi kupita, ukienda Nyandoto ulikuwa uwezi kupita, ukienda Turu ulikuwa uwezi kupita, ulikuwa unaenda Kendo uwezi kupita. Lakini pia hata katika mji wetu Tarime hapa saba sabasaba tulikuwa hatuwezi kupita. Leo hii unawasha bajaji, unaenda mpaka Kenya Manyoni, unaenda mpaka Ketare unaenda mpaka nyandoto unaenda mpaka mpembe unaenda mpaka nyamsambura kwa tunapita ba na bajaji na mambo yote ni sawa sawa. si seme, ni katika upande wa katika upande wa afya tulikuwa wote tunarundikana katika hospitali ya wilaya ya Tarime. Mtu alikuwa anatoka kule masurura anakuja hadi hapa kwa mani, lakini leo ninapozungumza ukienda kenda Masuhura kuna kuna zahanati, ukienda kenda kuna zahanati, o kama Kamasara kuna zahanati, ukienda kenda kuna zahanati, ukienda kenda Kederi kuna zahanati, o hapo hao kuna zahanati, o kuna kuna kituo cha afya. na mambo yanaenda vizuri, na hii yote ni kazi ya mama Samia Suluhu Hassan kwa ma vile kwavia anajali watu wa Tarime, na nakuomba sana mheshimiwa katibu mkuu, ukifika umfikishie salamu za Tarime kwa kazi nzuri ambayo inafanyika, na ilani ya chama cha mapinduzi imetekelezwa imetegelezwa kikamilifu. Mheshimiwa, nakuomba sasa, pamoja na mafanikio mazuri ambayo yamefanyika katika mjoto wa Tarime, tunazo changamoto chache ambazo nimekuomba tayari sana, siwezi kufanyiwa kazi ya kwanza. Vipo bado kuna baadhi ya mitaa ambayo haina umeme, ambayo tunahitaji pia wapate umeme, ili waweze kufurahia huduma ya umeme katika mitaa yao. Lakini vilevile, naomba sasa, wapo wakandarasi ambao wanapewa wanapewa tenda lakini wanashindwa kutekeleza miradi hiyo kwa wakati na kusababisha usumbufu katika ku, wananchi kupita katika maeneo yao. Lakini vile vile barabara ya Nyamwaga inayo barabara ya Tarime Nyamwaga, wananchi walibomoa nyumba zao kupisha ujenzi wa barabara, na barabara hii imechukua muda mrefu kuanza kujengwa. Tunaomba sana sasa barabara hii iweze kuangaliwa kwa macho ya pili. Wakati Mheshimiwa Katibu Mkuu katika hospitali yetu ya wilaya ya Tarime inahudumia watu wengi kutoka sehemu mbalimbali. Watu wa Serengeti wanakuja pale, watu wa Rori wanakuja pale, watu wa Tarime vijijini wanakuja pale, na hata nchi jirani wanakuja pale, na kiwango cha fedha kinachotengwa kwa ajili ya huduma eh, madawa ni kidogo. Sasa wanapokuja pale madawa yanatumika, na wakati huo huo sasa tunapata upungufu wa madawa. Naomba no, sasa Mheshimiwa Katibu Mkuu hospitali hii ipandishwe iwe ya kanda ili iweze kupata bajeti kubwa ili iweze kuhudumia wananchi. Niseme, niseme, niseme, niseme ndani ya miaka mitano nimekopa meyanane. Kweli si kweli? imeko Mkogoti kwelikweli, si ndiyo? Na Mkogoti ndiyo anakaa na wazazi, kweli si kweli? Mkogoti ndiyo anabaki kutongwa, kweli si kweli? Mkogoti ndio anaangalia wazazi, kweli si kweli? Sasa Mkogoti imefika miaka mitano, naomba niwaulize, waulize Mkogoti aendelea Shuka hadi kwenu nile pamoja na nyinyi, chochote mnachofanya tufanye pamoja. Nami nimefanya pamoja nanyi wakati wote, kweli si kweli? Nashukuru sana kwa ushirikiano wenu ambao mnanipatia, na wakati wote nawapenda sana. Mungu awabariki, asanteni sana.